Mtu yeyote, mtu yeyote anayefahamu haya na mtu yeyote ambaye ameshiriki kwenye hivi ma, u, uchaguzi wa Tanzania, sasa hivi ni machinjioni. Ni kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni, kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni, na anajua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa, hayuko serious. Hilo la kwanza. Hivi tuliposema no no reform no election kwenye kamati kuu tarehe tatu Desemba tulikuwa tunatania? Na watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa anatania. Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, tupandishe dau. Huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau, huu ndio msimamo. Tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe tarehe 20. Baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe, oh. Mimi nilikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa mkutano mkuu wa taifa nasema no reform no election, na mimi sikuwa mwenyekiti ba nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo mimi, huu ndio msimamo wa chama, ndio msimamo wa chama kwa katiba yetu kwenye kacheo fulani nchi hii, na nyiye mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Mkutano mkuu wetu umesema no reform sasa eh, kwenye petition tumeambiwa hivi: huu msimamo unaenda kuua chama, unaenda kuua chama. Hatutakuwa na hatutakuwa na wabunge, hatutakuwa na wabunge wa majimbo. Kwani tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa viti maalum. Tunao sasa hivi hatutakuwa na wabunge wa madiwani, tunao sasa hivi. Hatutakuwa na rais, tunaye sasa hivi. Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapo. Wamesema kitu kimoja sahihi hapo. Wanasema hivi, Msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko, hiyo ndio namna ya kupata Mandela had to go through 27 years kwa treason ili kupata mabadiliko ku Afrika Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari, tutakwenda nao ta, tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, CCM watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu, sisi sio watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge, seriously twende, twende tukapigania mabadiliko tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga na tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli hiyo ni kweli. Na nami nilikuwa nafikiria uraisi, nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau, kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. sawa sawa tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, Eh, tutaumia. Ni kweli ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua? wanaweza wanatukuta kwa hiyo, mimi nimekinukisha, nakamatwa. Nakamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi eh? actually actually, hakuna katika, katika siasa za ukombozi. Sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi uki, siasa za udalali sio za ukombozi. kwenye, kwenye siasa kwenye siasa za ukombozi, kwenye siasa za ukombozi. kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu okay? Ngoja nieleze ni, hivi Julius Nyerere na mara nyingi hatufahamu historia yetu, nani alikuwa mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere, hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58. yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makange wa gazeti la tano na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi iliyo ilimpaisha Nyerere beyond measure. kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi sita au aende jela nani aende jela miezi sita au alipe shilingi mia tatu mia tatu hamsini na nane sawa na. Ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakuenda ge, gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani nyaka tisa. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi. Kwa hiyo tuta, tutafungwa, sio si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo, tutachelewa. Kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo lakini tutapata mageuzi yatakayo tupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka t tukapate asilimia tano tukapate asilimia tano na wabunge labda saba, halafu tuanze kupigana nini vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais akchwa Ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kinaweza kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii, ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa asante, asante waheshimiwa, tujiandae, tutashinda. Eh, msiogope Usiogope, mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope, msiogope, msiogope. Kwao ndugu zangu, ya kwangu ni haya, nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa na kesho, kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala kesho tuko kwako kwa sasa huko nyanda za za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wa, wa, wa, wa, wako hapa watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, msimameni. Simameni wote <coughs> hawa hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau, wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu. Wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku, siku nane wako militant. Hujawahi kuona kama hao ndio, kama hao ndio, kama Watanzania wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa na mimi na was, nafikiri na wako hivyo kila mahali, then tukapambane tupata mabadiliko kabisa, tukapambane tupata mabadiliko. Watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa, lakini wanahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende, tusiende na hii unagusa unarudi, unagusa unarudi, una... hiyo sio namna ya kwenda. Sawa sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni hayo. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa, sana sana. Na hayo hayajashuka kutoka mbinguni, kama maana ni watu wa Nyasa mmefanya kazi na kanda zingine, naamini na, na, na mmefanya kazi Tusiambiwe chama kita hiki, chama hakifi hiki chama kinahitaji viongozi thabiti. Twendeni tukawe viongozi thabiti na washukuruni sana.